Naitwa nimetoka Kilimanjaro, nasoma katika chuo cha Turnbull hotel management. Nimejifunza kupika vyakula aina mbalimbali, lakini chakula nilichopendezwa nacho ni rice with meat, ambayo tumetumia mchele ya kitungumazi pamoja na cheese, ambayo tumeanza kwa kukaanga kitunguu pamoja na nyama, tukachemsha mchele tukachukua mchele huo tunaoshamsha tukaochanganya kwenye mchanganyiko wa nyama, tukaweka na turmeric powder, tukachanganya na blueberry pamoja na chili. Kwa hiyo mwanafunzi wa chuo cha Tangu katika hii wiki, tulikuwa jikoni tunaandalia chakula kwa, kuna kulikuwa kuna scallops with lemon potatoes oven rice with meat Tenerina, spaghetti, chicken vegetable. Katika vyakula vyote hivi utakula nicho kifurahi kilikuwa ni ugali with chocolate and banana. Tulitumia material yafuatayo unga wa ugali chocolate banana pressed and cooking oil. Pika hapa, nimefanya plaki mbalimbali, lakini plaki mlo pendeza leo ni ya chicken vegetable na material yake tulimwandaa kuku mmoja mm.